Nataka niwaeleze ukweli, kwa huzuni na kwa masikitiko, ninalo deni mlilonitwisha, na deni hili sio lingine, ni maendeleo, ni maendeleo mnahitaji kuyapata. Diwani amesema hapa, bado kuna changamoto ya mabarabara, ninayajua. Na mimi nilipokuwa nikiomba kula, niliwaahidi kwamba swala la barabara litakuwa kipaumbele changu. Hili ni deni mnanidai nataka niwape habari njema watu wa Iparamasa. Nilipokuwa nikiomba kula, niliwaambia ndani ya siku mia baada ya kuapishwa nitaenda kununua mitambo ya kujenga mabarabara. Bado ninakumbuka, msiseme hama walampakato kura kweli. Sasa ninawatea habari njema hii, naomba msikilize. Unaweza ukaacha kusikiliza mengine, hii shikilia hii fanyaje Nimeshanunua tayari mbunge wenu wa Chato Kusini mitambo ya kujenga mabarabara. Naomba nirudie, tayari nilishanunua mitambo mpya ya kujenga mabarabara Chato Kusini. Ishu ya mabarabara, ishu ya mabarabara itakuwa ni historia kama zilivyo historia zingine. Sasa kazi ni iliyobaki ni vyombo kusafirishwa kutoka bandari ya Dar es Salaam kufika hapa Iparamasa na jimbo letu kwa ujumla la Chato Kusini. Siku kumi hadi kumi na tano mitambo ya mtoto wa mama Ntilie ya kujenga mabarabara itakuwa imefika jimbo la Chato Kusini. Niwaalike ndugu zangu na Iparamasa, vyama vyote na wasiokuwa na vyama, kwa sababu wote mlionipigia kula wenye dini na Waislamu na mbao hamna dini, naomba mje Bwanga makao makuu ya jimbo, tuje tupokee hiyo mitambo. Itakapokuwa imefika siku, tutaambizana, itakuwa ni siku ambayo ni siku ya tofauti. Mimi kwangu nimesema iwe siku ya historia ama palapala kale kato ruyano sawa bado bane tolizu torizu nerecha. Siku hiyo tutaipokea mitambo t Tutai tutaiombea dua, mnasikia? Tutaiombea dua, tutamshukuru Mungu, lakini pia tutafanya na sherehe. Kwa majina naitwa Lucas Makondo Simba, mkazi wa kijiji cha Kisabe, kitongoji cha Beda. Mheshimiwa Mbunge, nimesikia hoja yako, umeeleza kuhusu umeme. Ni kweli umeme unaenda, umeenda mpaka sasa, sasa hivi mpaka matabe, zile nguzo ziko pale mpaka matabe na mimi shughuli zangu pamoja na uzee wangu huu huwa nafanya kazi pale matatu. Lakini sasa kikezu, kitu kimoja nikuambe Mheshimiwa Mbunge, zile nguzo zisije zikawa nguzo tu nguzo bila barabara. Basi atakaza kusaidia kaleta barabara, basi na nakenyee tukatuvushe pale. Asante sana.